Mgombea ubunge wa Chama cha Mapinduzi CCM jimbo la Bukoba Mjini, injinia Johansen Mtasingwa amesema atashirikiana na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bukoba BUWASA kuwasaidia wananchi wa kata na mitaa ya pembezoni katika mji wa Bukoba ambao wanakabiliwa na changamoto ya unganishwaji maji kuunganishiwa maji katika nyumba zao kwa makubaliano ya kulipa kidogo kidogo, ila kila mwananchi wa mjini anufaike na maji safi na salama, na serikali itekeleza sera yake ya kufikia asilimia 95 ya wananchi wote wanaoishi mjini kupata maji safi na salama. Tumekuta kuna changamoto kubwa sana ya maji Greenbelt, kwa kutumia mawazo yangu mawazo mbadala ambayo niliwaza muda mrefu kabla sijachukua hata fomu nikampigia mkurugenzi wa BUWASA nikaongea naye nikamwambia kuna watu vioski vingine vimefungwa kwa watu kushindwa kulipa bili za maji. Leo Kaororo vioski vimefunguliwa, Ijuga Nyondo wanaenda kupata maji. Lakini nikamuuzia wazo moja, ujenzi wa nyumba una gharimu gharama kubwa sana. Kuna watu wamejenga nyumba wameshindwa kuweka maji, nikamuomba kwa nini mtu asilipe elfu hamsini ya awali gharama za uwekaji wa maji, akalipa kwenye bili yake? Mkurugenzi akakubali. Kwa hiyo wanajimbo wa Bukoba, kama kuna mtu ana changamoto ya maji, anataka kuweka kwenye maji kwenye nyumba yake, ana pesa ana elfu hamsini, kesha asubuhi saa moja na nusu aende BUWASA na atapata maji. Hiyo ndiyo kazi ya CCM. Pamoja na swala la maji ameendelea kunadi ilani ya Chama cha Mapinduzi kupitia mikutano mbalimbali mbali ya kampeni zinazoendelea katika sehemu mbalimbali nchini. Jimbo la Bukoba mjini kupitia kwa mgombea huyo ana nadi sera za Chama cha Mapinduzi katika mikutano ya hadhara ambayo inakusanya maelfu ya wananchi tunakwenda kujenga madarasa 113 na hapa Rwamishenye tukiwa na madarasa kumi kwenye mashule yetu ya msingi. Tunaenda kujenga vyumba 131 kwa shule za sekondari na hapa Rwamishenye tukiwa na vyumba vitatu kumi. kumi tunaenda kutoa mikopo kwa kinamama na vijana na walemavu kwa asilimia kumi na inaenda kusimamia kuhakikisha ile mikopo inafika kwa walengwa tunaenda kujenga miundo mbinu ya barabara kwa uongozi shirikishi kwa kutumia TARURA na TANROADS kwenda kuboresha miundombinu, maana miundo mbinu ndo uchumi. Tunaenda kuwaajiri waalimu na madaktari katika vituo vya afya tulivyovijenga katika kata zetu. Mama Samia amesema tukimpa kura za kutosha tarehe 29 atatoa bilioni 200 kwenda kwa wajasiriamali wanaoanza na wanaoendelea, na mimi mkilipa ridhaa, mtahakikisha huo mkate na sisi wanabukoba tunaupata. Wagombea udiwani na viongozi wa chama cha Mapinduzi nao kwa nafasi zao hawajabaki nyuma katika kunadi sera na kuwataka wananchi kukiamini chama hicho kwa mara nyingine na kuendelea kutoa dhamana kwenye chama hicho ili kushika dola na kuleta maendeleo kwa wananchi na taifa kwa ujumla. kuleta maendeleo. Mnajua tunayo changamoto za miundombinu za barabara, na ninaamini kwa ushirikiano wangu na wewe, Mwenyezi Mungu atatuongoza, tunakwenda kutenda haki kwa wanakagondo kwa makubwa ambayo tunayatarajia ya ahadi za mheshimiwa rais atakazowafanyia wana rwamisheni ndani ya siku mia moja la kwanza, mkimpa Mtasingwa mkampa Swedi Kagasheki Ramisheni, mtapata bima za afya bure. Nani kama Daktasamia? Bado siku chache, siku zinahesabika. Sasa ni swala moja tu kila mwananchi anayepata fursa ya kufika katika mkutano wa kampeni anaubiliwa kufika katika kituo cha kupigia kula ifikapo oktoba 29 mikutano ya kampeni ina shangwe zake yajayo yanafurahisha ndani ya tunaomba chama cha mapinduzi kura na hotuba kupitia kampeni zinaendelea kuwafurahisha wananchi yeah. na nje ya shangwe hizo sera nazo zinasikika. Nikiripoti kutoka Bukoba, mimi ni Diana Dausi wa Daily News Digital.